Sitaki kuona foleni, meneja hapa, sitaki kuona foleni kabisa. Mambo ya sababu sababu, sijui imeingia huku imetoka huku, hiyo sitaki. Nikiona foleni nikapigiwa na hawa jamaa zangu kwamba kuna foleni isiyoelezeka kutoka Mbagala kwenda Mkuranga, wewe tafuta kituo kingine cha ja kufanyia kazi, nitakufukuza hapa, kwa sababu sitaki foleni. Tushateseka sana na foleni, kila mtu hapa ameteseka na hii foleni kweli, si kweli? Jamani, ni jambo linalotukera, limetuchosha. Kwa hivyo, bwana meneja, nataka uhakikishe hapa hakuna foleni, na hiyo sio kwako wewe tu, ni kwa mameneja wote nchi nzima wakurugenzi kutoka TANROADS. Inaagiza mameneja wote nchi nzima, Dar es Salaam, Pwani, kokote, Mwanza kokote kule. Nikisikia habari ya foleni inalalamikiwa, wewe huna suluhu ya muda mfupi na ya muda mrefu, hufai kuwa meneja. Mvua zinakuja. Sitaki kusikia barabara imekatika, watu hawana mahala pa kupita, kwa sababu ya kwamba umekosa wewe suluhu ya jambo hilo. Hiyo nalo vile vile sitaki kulisikia. Kwa hivyo fanyeni kazi, msikae kimazoea, msikae kuona kwamba maisha ndio haya basi. Watu wanapata tabu, watu wanataabika, watu wanaangaika, sisi tume relax tunaona kwamba ni sawasawa tu. Hapana, maagizo yangu hayo mawili kwa mameneja wote nchi nzima, foleni na mambo ya kukatika katika barabara. Watu wanakaa masaa matano, barabara imekatika, kisa wewe ulikuwa hujaona, ujaona siku zote ukagui maanake barabara yako. Tafsiri yake ni kwamba meneja, ukagui ukauona, wa hapa kuna udhaifu ambao huu udhaifu lolote litakalotokea, panaharibika hapa, basi shughuli imeisha. Au barabara, mathalan, barabara hapa kwetu Pwani, ile ya kutoka Kibaha kwenda Morogoro unakuta foleni kubwa sana kubwa kabisa, inaanzia maili moja inaenda mpaka unafika mlandizi huko, wewe unataabika tu masaa na masaa, lakini iko barabara ya zamani, iko pembezoni huko mitaani inapita, iko ni kiasi cha kuiweka ile vizuri. Maana yake ni kwamba magari mengine yatapita kwenye barabara ile na magari mengine yatapita huku Ikitokea barabara kuu imekwama watu watapita umpembeni, ipo. Wenyeji wote wenyewe tunajua kwamba ipo ile barabara. Kwa hivyo nataka nikuagizeni, wakurugenzi, nifikishieni ujumbe kwa, kwa, kwa meneja wa mkoa wa Pwani ajue kwamba tunafahamu ipo barabara ile, aihuishe haraka sana. Mateso yale ya kwamba watu wanateseka masaa matatu malori yanafungana yanaanzia Maili Moja Kibaha, picha ya ndege, Misugusugu, mpaka mtu anafika kule Mlandizi. Kama ni mgonjwa, hali yake inaharibika kabisa. Upanuzi wa barabara ya Mbagala Rangi Tatu hadi Kongowe, gharama ya mradi ni bilioni 54.2, mkandarasi ni Steel Corporation kutoka China inasimamiwa na kitengo cha teku TANROADS. Mfadhili wa serikali, wa mradi ni serikali ya Tanzania. Mradi ulianza tarehe 19 Agosti 2025, na unatarajiwa kukamilika tarehe 12 Novemba 2026. Kwa hivyo mradi huu ni wa miezi 15. Utakuwa na upanuzi wa barabara kutoka njia mbili hadi njia sita ujenzi wa daraja interchange katika eneo hili la Kongowe. Mheshimiwa Waziri, hapa tulipo ndio ambao kutakuwa na interchange.